Bahati nzuri mimi nilikuwepo katika Kambarage, anaongoza nchi mwalimu, alifika mara mahala wa Watanzania wengi, tuwe wa kweli, walimchoka wakamwita Musa mchongameno, aambiriki hawawa. Akaja Mwinyi wakashangilia, fagio la chuma wale, ah, ruksa mzaifu nini, amekuja Mwinyi anasema ah, Nyerere bwana heli, Nyerere hawa hawa Walimwita mchonga meno, wanadamu ametoka. Mzee Mwinyi kaja Mkapa. Maili Mwinyi bwana, mambo mambote ni magumu. Hawa hawa, katoka Mkapa kaja bwana JK. Ah, mzaifu anacheka, cheka tu, mzaifu huyo. <laughs> <yo>, <laughs> oaak mae aema arem arehem bwanawenda zakewnda zake. Wakati mwingine usifanye mambo ili kufaisha watu, tenda mambo ili kutimiza kusudi vizuri kuishi kwa ajili ya watu ni biblia tenda kwa busara utafuta kibali utafuta nani na kuishi na watu yale ambayo utakiwe utendee usitendee wengine ni vizuri lakini kila jambo na mahali pake na wakati wake kuna wakati acha kufurahisha watu tazama kusudi la Mungu wataelewa baadaye Moses aliyewatoa Wayahudi katika utumwa wa Misri walilia kwa mateso. Musa kwa maombi yake, jitihada zake, mtoto Mungu, wakapata uhuru. Kitambo tu wakasema, heri Farao, heri tu Misri na mawe juu. Unajinua, unajiinua wewe, una kiburi kwanza, mzinifu wewe, umewa mke mwanamke wa Kushi, mzinzi wewe, mawe. Hawa hawa ambao kule walisema, Musa, jamani ana upako, ametoka kwa Farao, kitambo tu wakakumbuka Misri, wakampiga mawe mtumishi wa Mungu. Wakati mwingine, tafuta kutimiza kusudi.